kumwangalia Magufuli kwa viwango vingine kabisa tofauti na binadamu wengine tunavyomuona kiukweli hivi. Hebu tuangalie sawa, baada ya Mwalimu Nyerere, yani hapo walivyoongelea baada ya Mwalimu Nyerere kutoa io, anaongelea Magufuli kafanya action. Wamepita wangapi? inabidi uwe mwanadamu ambaye ukisimama ndani ya dunia Yaani, unaweza kufanya kitu chochote ambapo dunia haiwezi kumchagua mtu yote tofauti na wewe. Hivyo basi mimi kama kijana napenda sana kuwashauri vijana wangu kuwa wazalendo. Magufuli alikuwa mzalendo that's why. Mpaka leo tunamwongelea patiwa kama hivo, tunapaswa kuwa wazalendo. Ni hivi nawaambieni hivi Viongozi wa serikali, kuna theories nyingi wanazifanya, kuna mipango nyingi wanaifanya, lakini wanashindwa kuitekeleza, maybe kwa sababu sio wazalendo. Tunapaswa kuwa wazalendo, sisi ndio taifa la kesho, sisi ndio taifa la kesho. Na hiki Ma mnanelewa, pia ningependa kumalizia. Yani kiukweli, mambo yaliyofanya Magufuli ni mengi, yani ni mengi, hayawezekani. Ningependa kuachia kitu kimoja hiki, napenda kutoa pendekezo ni maswali yangu mawili kwa serikali ni hivi um, tumeambiwa kwamba revolution ya, ta ya Tanzania na Afrika kwa ujumla ilikuwa ndogo si ndio? na bado ni ndogo baada ya Magufuli kuja ikakuwa kiasi sasa saa hizi Magufuli alipo ni njia gani tumejifanya ni mapendekezo gani tumeyaweka ili tuweze kuendeleza ile revolution yetu ikaweze kuwa kubwa Kepo, naomba serikali iliangalia hili jambo. Pia nina pendekezo moja na, e, na malizia hapa, ni pointi ya mwisho, ni hivi: kwenye nchi yetu kama Tanzania, yani ni nadra sana kuwapata watu kama Magufuli, na kwa sababu tunaochagua ni binadamu, not perfect, so rahisi kuwapata. Basi ningependa hivi, apart from kuwa kwenye itikadi za vyama kwamba tunapaswa kufanya hivi na hivi kwenye mwaka wa uchaguzi iweko kwenye sheria ya nchi kwamba rais mwaka fulani akiingia anapaswa kufanya kitu hiki na hiki na hiki, hiyo ni lazima, asipotimiza sheria azichukuliwe. Sasa mato hatutaendelea kutikaa kuwasubiri watu kama, kwa sababu sio wengi. Nawa haya, napenda sana kushukuru, ya kwangu ni hayo. Tueni wazalendo na, na kazi ya tuweni wazalendo.